Kwa majina anaitwa Engineer Boniface Mkita. Ni mwandisi wa umwagiliaji mkoa wa Geita. Aa, kama mnavyoona hapa tuko kwenye zoezi la uchimbaji wa visima ikiwa ni mpango wa serikali eh, katika kuhakikisha kwamba inawafikishia wakulima miundombinu eh, ya umwagiliaji ili waweze kufanya shughuli zao za kilimo cha, cha umwagiliaji kwa uhakika. Na mradi huu kimsingi unalenga maeneo ya wakulima ambayo hawana mbadala wa vyanzo vya maji ukiachilia wale wengine ambao wako mabondeni ambako kuna mito na wengine ambao wako maziwani ambao wanaweza kutumia vyanzo vya ziwa. Sasa huu unalenga maeneo ambayo wakulima hawana mbadala, hawana chanzo chochote, lakini wana maeneo ambayo yanafaa kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo katika maeneo haya ndo serikali inataka iwekeze kuhakikisha kwamba inawaboreshea hao wakulima wadogo wadogo ili waweze kufanya shughuli zao kwa uhakika, kwa sababu uhakika wa kilimo ni uhakika wa upatikanaji wa maji. Tume ya Taifa umwagiliaji kupitia mkoa, mkoa wa Geita imeweka mpango wa muda mrefu wa kutekeleza zoezi hili la uchimbaji wa visima, na mpango huu wa muda mrefu ni kuchimba visima mia moja na hamsini kwa kila halmashauri ya mkoa wa Geita lakini kwa awamu ya kwanza kwa sababu hatuwezi kufanya kwa wakati mmoja miradi yote visima vyote 150 kwa hiyo kwa awamu ya kwanza tunaanza na visima thelathini na sita lakini sasa e, katika visima thelathini na sita kuna visima thelathini ambavyo tayari tulishavifanyia uhakiki e, kwa mradi huu kimsingi tuna tarajia kuweza kupata ekari elfu moja mia nne, ambazo zitakuwa na wanufaika eh, zaidi ya mia saba watanufaika na mradi huu, kwa sababu watakuwa na uhakika wa kupata maji, hivyo watakuwa na uhakika wa kupata mazao yao kwa wakati, na hivyo kupitia hivyo itawasaidia wao kuweza kupata mazao na kwenda kuyauza kwa wakati, na kwa kufanya hivyo itawasaidia kuboresha maisha yao, kwa ni matumaini yangu kwamba mradi huu ambao umeelezwa hapa Mtalima kwa mwaka mzima. Tulikuwa tunalima mara moja msimu huu, sasa hivi unaweza ukalima mpunga, ukimaliza ukasema sasa nime mboga mboga. Kama udongo wetu hauna afya, maafisa kilimo ndio wajibu wao kuja kupima sampuli ya udongo ili mjue mbolea gani mnatumia. Maana wakati mwingine unaleta mbolea mbolea, mada umepewa unakuja unaweka, kumbe ile mbolea ilikuwepo kwa nini kwenye udongo unazidisha. Kwani vizuri maafisa kilimo wafanye hiyo kazi ya kuja hapa kuona maendeleo ya mradi kufanya sampling ya udongo kufanya vipimo ili thamani ya mradi wa upatikanaji wa umwagiliaji uendane na uzalishaji tutakaopata. Kwa kweli mradi huu unaenda kunufaisha wanamtaa wa mwilima na watapata kipato kikubwa. Aidha, watakuwa wanalima nyanya mboga mboga nyingi, na maana manufaa ya yatakuwa ni mengi. Aiza, kipindi cha nyuma ilikuwa ni, ni shida kwa sababu walikuwa wanalima mara moja tu kwa mwaka, lakini sasa wana uwezo wa kulima mara tatu, yani jinsi wanataka kujisikia wanalima. Zamani ilikuwa ni changamoto mpaka sasa. Ni tarehe kumi na sita, hatujaotesha mahindi, na wewe na mwenyewe unaona watu wamelima tu wamelima na trekta, lakini hakuna mvua. Lakini mradi huu sasa hivi ungekuwa umeotesha mahindi hizo ungekuwa unapalilia. Kwa hiyo mradi huu unaenda kunufaisha wanamwilima, tutakuwa na kipato tutasomesha watoto wetu hata elimu ya, ya juu kwa sababu ya huu mradi.